Waligani, ndugu mtazamaji, ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. langu jina ni Dessdery Moses. Mifumo ya upepo inaonyesha kuwa upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilometa 20 kwa saa katika ziwa Victoria, pamoja na maeneo yanayopatikana kusini mwa Ziwa Tanganyika. Kwa maeneo yanayopatikana kaskazini mwa Ziwa Tanganyika, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa. Wakati hali hii inatarajiwa pia kuonekana katika maeneo ya Ziwa Nyasa pamoja na maeneo yote ya mwambao wa ukanda wa pwani ya Bahari ya Hindi ambapo hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Mifumo ya anga inaonyesha kuimarika kwa viashiria vya mvua hususani katika maeneo yanayopatikana magharibi mwa nchi yetu kuelekea ukanda wa Ziwa Victoria ambapo Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania inatoa angalizo la uwepo wa vipindi vifupi vya mvua kubwa katika maeneo machache hususani yale yanayopatikana maeneo ya ukanda wa Ziwa Victoria katika mikoa ya Kagera, Geita, Mwanza, Shinyanga, Mara pamoja na mkoa wa Simiyu. Hivyo wananchi wanaotokea katika maeneo haya wanatakiwa kuchukua hatua stahiki na usiku wa leo ni matarajio yetu kuwa maeneo ya magharibi mwa nchi yetu pamoja na maeneo ya ukanda wa ziwa Victoria yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki pamoja na maeneo yanayopatikana katika pwani ya kaskazini ya bahari ya Hindi ikijumuisha mkoa wa Morogoro yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Maeneo mengine ya nchi yaliyosalia, ndugu mtazamaji, yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na ukavu kwa ujumla na hapo kesho, ni matarajio yetu kuwa maeneo yanayozunguka ukanda wa ziwa Victoria yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua inayoambatana na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vifupi vya jua. Maeneo ya magharibi mwa nchi yetu pamoja na yale ya nyanda za juu kaskazini mashariki na maeneo yote yanayopatikana katika ukanda wa pwani ya bahari ya Hindi ikijumuisha mkoa wa Morogoro yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi mvua inayoambatana na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi pamoja na mkoa wa Ruvuma yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mkoa wa Dodoma pamoja na mkoa wa Singida, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na ukavu kwa ujumla. Na sasa karibu tuangazie utabiri wa hali ya hewa wa siku nne zijazo kwa baadhi ya maeneo hapa nchini. Mkoa wa Dar es Salaam unatarajiwa kuwa na vipindi vya mvua pamoja na ngurumo za radi. Mkoa wa Dodoma, vipindi vya mvua pamoja na vipindi vya jua vinatarajiwa. Mkoa wa Mwanza, vipindi vya mvua pamoja na ngurumo za radi vinatarajiwa. Mkoa wa Kilimanjaro unatarajiwa kuwa na vipindi vya mvua katika siku nne zinazokuja. Mkoa wa Mbeya unatarajiwa nao kuwa na vipindi vya mvua katika siku nne zinazokuja Mkoa wa Morogoro unatarajiwa kuwa na vipindi vya mvua pamoja na ngurumo za radi. Mkoa wa Arusha unatarajiwa kuwa na vipindi vya mvua katika siku nne zinazokuja. Kutoka mamlaka ya hali ya hewa hatuna la ziada. Hadi wakati mwingine, ni kutakie wakati mwema.